ati ni agukorwo akia kampani Apostle John Paul Murithi kuria mwena wa India ni getha akarigitwo tondu niwe documents fulani uramurugamirira iria cibatairwo ni gukorwo cigicainwo na tondu niwe wambaniriria nake na uyu ungi cicaina haria arandikire ati I know this was not the right time for me to

Mucii gwake nduke gite kiagago tondu hena mundu we nja gwake na ngari na dararia na daruga ni kegerite haria augite ati the owner of this car, Nissan Note KDE 725E. You should have some manners and move away from my gate or communicate to those who are there and tell them your intentions. I have forwarded your registration to necessary authority and I have known your full names and your contacts I have called you and you have not answered. Please behave and communicate to me before Causing attention to my kids. Ugo nugu karangu wa muraya raya ari kia kuhithuria akiuga ciana ciake cire na kigagayo na guoya tondu Teresa dakire kuo mucie na, na, na karangu e India na mwene ngari yo darauga niki agirite hau no na hurirwo thi mu daroya kogwo ni atuma na ni atuma na beyo kuri thigari ni getha cikyo the measures ile sikagiro ni kuoyo ni getha mudu cio akiuga niki agira ngeti ni gwake nyaru ni tuona ando makiruta mihwa mwanya mwanya makira karangu agire kuiga maisha make private oyo oka amurate ametumwa aibe watoto wako, ongea na vijana wachome hiyo gari mapema. ushonugo arikia kuira, somebody advised you to keep your life private and use your page for brand influencing only, but hukusikia. kila mtu anajua uko India, even people with bad intentions, so choices have consequences. oyu auga my point two andå marakä ra karangu agerie wä kaga ciake cik rä cia biashara na ti maå private maya marakä hanä ka orä rä tå ni ona nä video gaka mena må thongå å rä a å kä må hete wä ra wa scanners ekerete gakuo na hau makä hutia barathi na nä å ronarä u no maisha ara enjoy. na andå nä makä mwä ra atä agethi aikare na ciana na nä hii imeenda ekera emoji ya mwaki nake wa nyarari-ini oka huko comment section ya Triza mamake Muraya haria akendelea udoshe wa Triza gukorwa kihutia baradhi na uga mwatha nilirikana mahiyo maku oyo Triza mamake Muraya wa wahutia baradhi ni aga kama rigi